Vipi, mbona najishtukia? Ah, ah, unafanya nini hapa? Mama, nilikuwa tunatapika, nilikuwa najisikia vibaya. Wewe kinachokufanya utapika ni nini? Si mzima tu wa afya. Tumetoka hospitali juzi uko salama salmini. Huna cha malaria, UTI wala typhoid. Kinachokufanya utapika ni nini? Mama, yani ni kama homa tu ya ghafla imenijia, nikaanza kutapika lakini sio kali sana ya kawaida. Wewe, Amina, Amina nitakuua. Haki ya Mungu wallahi nitakuua. Twende hospitali. Wewe una mimba. Sio bure, unatapika nini? Mbona ulilala tu vizuri, haujachemka wala nini? Kulikwani unatapika una nini? Nimetangulia kuliona jua kabla yako, naomba uniambie una shida gani? Mama, nishakwambia ni homa tu ya ghafla imenijia na nikaanza kutapika, lakini hata sijatapika sana, kidogo tu hey. Naomba isitokee hichi, yani kisitokee hichi ambacho nakifikiria. Hivi, Amina, wewe ni shahidi wa maisha yetu ya kila siku, unajua ni jinsi gani mimi napambana kukufaitia wewe maisha yako. Baba yako tangu ameondoka nyumbani, kaamia kwa huyo mwanamke mwingine, hajui nguo yako ya ndani unaoivaa hajui kula yako wala panado. Hata ukiumwa hajui gharama yake ni shilingi ngapi. Mara ngapi tunapiga simu, nampigia simu baba yako, naambia baba naumwa, baba naumwa, na anakupa tela hospitali Amina, eh? aliwa kukupa tela hospitali Amina, kwa nini alifanyia hivyo mtoto? Kwa nini unaonia huruma Amina? Mwanangu, unataka nifanye nini mimi eh? Eh, Mungu, ah, Amina Amina, hivi ndio inatokea? Una mimba mimi eh? unataka kuniua Amina, si ndio? Amina, unataka kuniua, umenichoka si ndio? Amina, umekosa nini eh? najinyima mimi, sivai vizuri, siendi sehemu za maana ambazo wanawake wenzangu wanaenda, mi bado sijaziweka, bado msikia, na unajua eh, nahitaji pia kutembea kutembea yani, kurelax, nahitaji kuvaa vizuri, nahitaji pia kula vizuri, lakini najinyima mimi na kwa ajili yako mwanangu, ili uweze kusoma uje unisaidie mimi hapo baadaye. Unatakaje? Au unataka nije niolewe na baba wa kambo ili aje akutese, si ndio Amina, hmm? Kukaa mimi singo mpaka leo, unaona mimi ni mpumbavu eh, si ndio? Wewe ndio unajua mapenzi Amina, si ndio? Nakuuliza, wewe ndio unajua mapenzi. Mama mimi sina mimba basi, nimekuambia tu homa ya kawaida nikaanza kutapika. Amina una huruma na mimi, haki ya Mungu.